Karibuni wandugu, wasikilizaji wa Radio Njoku eh, grupe hii imeundwa kwa ajili ya wazalendo halisi ili wawe wanapokea habari za kinaganaga kuhusu vita, maana tumeshambuliwa na habari kutoka pande mbalimbali mbali za hawa wajangiri wauni M23 pamoja na AFC ya Kornenanga, na wanasumbua raia wa Kongomani wazalendo wa kweli kwa habari feki mm -hmm ambazo zinazagaa mtandaoni na ndio maana kwa maoni ya uzalendo halisi tumeunda kundi hii ili muwe munapokea habari za kinaganaga. Kabla ya yote ujia bone like vipindi vyetu na sukumia mwingine mahala. Ni hapa utakuwa napokea habari za ukweli, ndugu mm -hmm. msikilizaji mm -hmm. tuko kwenye shamba la vita usiku na mchana, ili tupate kuwaeleza yaliyo kweli mm -hmm. na tutaanza habari ya tarafa la Uvira. Hakika pekee yenu munajua ya kwamba wazalendo walizuia adui siku nyingi sana, hawakuona njia, walitumia nguvu zote na mbinu zote hakukukua mlango au dirisha la kuingililia ili waingie katika tarafa la Uvira. Hata walianza kwa gavana wa jimbo ili kuingiza chakula, magari maroli zipate kuingia, vikazuilika. Walijaribu kuleta pesa, haikufaa. Wakajaribu kuchonganisha wazalendo mm -hmm. kwa wazalendo e, mengine yakafaulu, wengine wakashindwa. Walijaribu sasa kuanza kuleta e, kuingiza watu mbalimbali wakashindwa. Wakaingiza gasita ambao walitumia pesa nyingi sana kwa kushauri washauri wa rais ili wapate kumteua gasita, na gasita alienda kwa malengo kuingiza M23 e, ikashindikana kwa gasita. Wakatuma huyo ambaye yuko sasa naye ana maslahi na malengo ya M23, sababu alikuwa mtu wa RCD Goma. Wacha tueleze wazi, sababu kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya nchi Kongo, kwa ajili na udongo wetu, hakika tuwezi kunyamaza na kumeza mate juu ya ukweli. mm -hmm. ni sharti tupate kuwazungumzia wakongomani halisi, wapate kujua tulifanya vipindi tulijulisha Wakongomani mm -hmm. ya kwamba Gasita anaenda lakini, huyu ambaye atapelekwa atakuwa kwa malengo na maslahi ya M23. Lakini watu wengine walijaribu kusema ni mzalendo wa kweli. Sisi tuliwaeleza ile ile siku alipofika, tukawaeleza ya kwamba mm -hmm. anakuja na siasa ya maslahi ya kuangusha Uvira ili wapate kuelekea upande wa Kalemi. Wandugu wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku, baada ya wao kushindwa kwa mbinu zote, wazalendo wa tarafa la Fizi pamoja na wazalendo wa tarafa la Uvira, angalao kati yao kulianza onekana wasaliti ambao walikuwa wanapewa 50 mil dolar na wengine walipewa ma 20 mil dolar, ili wapate kusaliti inchi wakashindwa ndipo sasa kiongozi wa majeshi ya Sud-Kivu ni yeye akaanza sasa zile mbinu, kwa tukutafuta namna gani watapenya kuanza kuletea watoto wetu vyakula, kuwapa masilaha, kuwapa mama sase na vifaa mbalimbali, ili ajioneshe kwamba kweli yuko pamoja na wazalendo. Shidi iliyopo ni kwamba baada ya kuona wazalendo wanafunga njia zaidi, kamanda mkuu mbeba maono William Amuri ya Kutumba, ambaye alishusha vikosi na vikosi ili apate kuzuia adui asipenye wala kuingia katika tarafa la Uvira, basi akajiambatana pamoja na wao, jinsi Mtume Paulo anasema kwa Wayahudi kwa nilikuwa kama Myahudi, kwa Wayunani nilikuwa kama Myunani ili nipate kuwapata. Naye akajifanya kama mzalendo, ili apate kupata wazalendo. Basi baada mm -hmm. ya ile vita vikawa vikali, mm hata -hmm. kuingia eneo ya Kamanyola. Kamanyola haikukuwa jeshi letu la serikali waliopambana vita, mm -hmm. ilikuwa ni wazalendo waliojitoa. mm -hmm. Sikia ndugu msikilizaji wa Radio Television Gyoku 1 tupate kueleza yaliyo kinaganaga. Baada ya kuona ushindi kwa watoto wetu, ndipo akafanya shauri na wazalendo kusema, barabara ya tano mwache serikali na jeshi la Burundi wapate kuingia barabara ya tano. Watakapofika Kamanyola wanapandia Ngomo, sasa nyinyi pandeneni milima ili mwanze kupiga upande wa milima ili muingie e, kwenda upande wa Bukavu shauri lile likaonekana kwamba ni mzuri. Kuna wazalendo waliopinga ile, wakina makanakina wengine wakapinga ile mm. Hata William amuri ya kutumba akasema, hapana, hatuwezi toka mahali ambapo tumedhibiti siku nyingi. Wakasema wao ni RAD, RAD. Yaani jeshi la la akiba, na sisi tulipoteremuka na mheshimiwa eh, mbunge wa taifa, yeye anayeitwa kwa jina la Bitakwira Justin Bitakwira, ni sisi tulikuwa pamoja naye ili kupatanisha wazalendo wa tarafa la Uvira mm. na tarafa la Fizi, na kupitia ile, tuliposikia kweli kilicho ndani ya RAD, tuliogopa mimi binafsi. Na baada ya kutembelea walio viongozi wa RAD, hakuna mufuliro, hakuna mubembe, hakuna, hakuna muvira mu, mm -hmm. eh, kuna munyindu moja tu Elias Mulungula, wilungula ni yeye mwenye ndo mwenye kuwa pale , lakini wale wote ambao wanazuia wana kabisa kibambazi adui asiingie, hakuna aliyekuwa pale kama vile mwakilishi. Tulianza lalamika na kusema na kusema, ni sherti sisi tuwaelezi yaliyo kweli, angalau watu wanaweza kutuchukia, angalau watu wanaweza kutukania, lakini kwa ajili ya udongo wa Kongo na kwa ajili ya Sudi, Sudi Kivu, hakika tutajitoa mpaka dakika za mwisho. Basi ndugu msikilizaji, tekeleza kwa makini. Baada ya hiyo basi na kupewa gisi, kiongozi wa majeshi alijiona kwamba yeye anajionesha kama mzalendo, amejishusha kama mzalendo, lakini malengo ni yale yale, sababu kisikia eh, yule mtangazaji wa kijeshi alisema rep Strategiki. Ni ile ile diskur ile ile maneno walioanza upande wa wa wa, wa Bunagana ile marepli stratejiki. Wanapopoteza mji hawarekipere, yani wao wako ile wanafanya ile repli stratejiki. Stratejiki ni kusema ni mapatano fulani, wacha tuwape habari za kinaganaga Hakukukua vita upande wa Kamanyola, upande wa Katogota, hakukukua mafro zenye walipigana masiku, kuko resistance haikukua, wa ndugu wasikilizaji, sababu eneo tunapozungumza tuko kwenye mazingira ya hiyo eneo, tuko hapa na pale tunawapa tunapowapa habari, yani mm -hmm, tunajua ni nini imefanyika baada ya watoto wetu upande walipopanda huko juu walianza sakata adui. mm-hmm. Na nyinyi peke mlipata mavideo na tukaanza kukataza mavideo yasizagae, sababu hao Wanyarwanda walikufa wengi na wakaanza kimbia ile fro. Wakaona wana, wanaendelea simu zikapigwa ya kwamba simameni kwanza hapo maana hapo sasa kazibu inakuwa karibu hapa, wanaanza teremkia. Nawaza muliona mapicha na mulisikia habari. Wakasema simameni kwanza hapo, ili huko na sisi tuendelee. Kumbe tayari ode imetoka kwa kiongozi anayesimamia majeshi ya sirikivu na kusema, ondokeni acheni mji Katogota ikabaki, Murundi anakuja saidia mwenye nchi, na wakati mwenye nchi anasema hatutoki hiyi eneo, Murundi hawezi kataa. Hata kama Murundi alijaribu kutetea kwa dakika, wakamwambia wewe ni mgeni, harudi nyuma. Alafu Murundi akakamata mipaka ya nchi yake, na jeshi la serikali likaanza ondoka na kurudi nyuma. Hiyo mabombi mlisikia ya kwamba ilikuwa ikiripuka, watu ma, watu waanze toka Luvungi waanze kimbia mm -hmm. ile yote ni, ni serikali ya Kongo, jeshi la Kongo, mkiongozi wa tarafa la e, uvira ni yeye aliyezungumuza mm -hmm. yaani e, e, mkuu wa majeshi ni yeye alisema mwanze elezea raia watoke, sababu mabombe ziko nyi, zile bombe hazikuwa zinatoka, hazikuwa zinatoka Rwanda gisi mlisikia. Hapana, kuna watu walikuwa wanaripua hiyo mabombe, yaani wanakuja na magrenani mabombe wanatupililia na hiyo Ikaanza ogopesha watu na kuna mabombe za FRDC vile vile, nazo zililipuka. Na hata wakati kuna watoto wa Wakongomani wazalendo waliposikia oda ya kwamba tuanze rudi, walikataa kwamba tuwezi acha udongo wetu. Kulikuwa hata maehange de tir kati ya majeshi kwa majeshi, basi, wanasema jeshi ni discipline, wakatii, wakaondoka kutoka katika E, muji wa e, Luvungi. Sikia ndugu msikilizaji, Luvungi ilibaki siku ya tano bila mwanajeshi, siku ya sita bila mwanajeshi, ni siku ya Mungu. Sasa yani dimanche, M23 akawasili <coughs> na kukanyage hiyo eneo. Wacha tueleze kweli, sisi tunapowatangazia habari yani ni ya ndani wazalendo waliokuwa juu, tukawapigia simu ya kwamba hapa tayari adui ameingia. Namna gani ameingia hapo, wanapozungumuza simu zao hazichukuliwe tena na viongozi wa jeshi la serikali basi, wa vijana wakasema turudi, ndipo vikosi vikarudi vikarudi vikarudi vikakuja kufunga pale Sange. Wandugu wasikilizaji wa radio television Joku, eh, sikia pakawa sasa mvutano kati ya wazalendo mm-hmm, na jeshi la serikali. Jeshi la serikali liliacha hata vikosi iliacha hata eh, silaha mbalimbali. Hata kama walienda, kuna vitu ambavyo vilibakia ile ile mastratejia, Goma Goma waliacha silaha zote na kila kitu na kuacha magari na cde contact. Unajua kijeshi wanaposema kwamba wakati nyinyi munashambuliwa na adui musiwaachie vi, eh, eh, masilaha vifaa, afadhali kuvichoma. Hakuna iliyochomeka Bukavu vilevile strateji ile repli ya strateji e, mambo kama yale. Ndugu, tuweleze wazi, usaliti wa inchi yetu ni jeshi la serikali, na hilo jeshi linasumbua maraia sana, maana wanapoenda kwa wanapora mm -hmm. na wanafanya vitu visivyofaa. Sikiliza ndugu msikilizaji wa radio television Ngyoku 1

na kusema ya kwamba hatutakubali tena. Angalau walikuwa walisha wagawa walisha watenga, walikuwa wanapitisha wafuliro na wabembe wagombane, sababu ile fro ifunguliwe na kuna kuwa wazalendo wa fuliro ambao walipokea tayari pesa na kupenda kusaliti inchi tangia zamani, lakini wabembe na wafuliro wengine wakasema kata, kata. Hata kama mulisikia kwamba wakina makanaki waisha pata pesa ilikuwa ni uongo, ilikuwa ni mbinu za adui wapate kutosha confiance kwa wazalendo na kuanza kuregea, lakini nawaeleza na ile liste mlioiona, wengi hawakupokea pesa za usaliti za Wanyarwanda. Hapo tunaposema tunaleta habari njema kwa wasikilizaji wote wa radio television Gyoku, eh, hatutakuwa tena tunapeleka kwenye mitandao. Ni hapa jiabone, jiabone haraka, ili uone unapokea kila siku ripoti ya vita jiabone ndugu, na utafurahi. Sasa habari njema, hata kama tutaitangaza ingine kesho, lakini wacha tuwaeleze sasa. Tayari wa vijana wanasema vipande vishuke, tutamwondoa adui eneo zote ambao iko mpaka, tusimamie kama nyola kwa hiyo tunawaomba wazalendo mahali pote mulipo. Hapo ninaposema wazalendo, watoto mm -hmm. wa inchi ambao hawakusika shilaha lakini wako eneo mbalimbali mbali. Kuna wala ambao wako Amerika, kuna wala ambao wako Asia, kuna wala ambao wako Australia, kuna wala ambao wako Europe, kuna wala ambao wako Afrika mm -hmm. na sehemu zozote mahali mulipo, tunasema hivi tusimame juu ya inchi yetu Kongo, tusipatie tena wanajeshi konfiansa mm -hmm. Kwa hiyo hata vyakula tusikubali tena, hata vyakula vya serikali kufikia watoto wetu wazalendo. Ni wakati wa sisi sasa kuonyesha uzalendo wetu kwa kutuma misaada mbalimbali mbali, kila njia munaojua ya kwamba misaada itafika wandugu, kwa ajili ya nchi yetu tusikubali Kongo, kupokonywa na hawa Wanyarwanda. Sikiliza wakati mm -hmm. Rais Felix Chisekedi Chilombo iko anazungumza pamoja na, na wa mm -hmm. senateur na hawa wa depute, yaani kundi zote mbili amezichanga mm -hmm. ili apate kutubia maneno ambao walizungumzia, anazungumza maneno ya mpira tunaingia tuna mm -hmm. na wakati raia ikwa naenda nateseka, wanalia, watoto wengine wanakufia munjia, maana wanashindwa kutembea, wazazi wajawazito, mambo ni kadhalika. Maafa yanaongezeka ni kwa sababu uongozi tulio nao wa, ndugu wasikilizaji, ni shida. Kwa hiyo tunawatangazia kwamba mahali popote mzalendo wa kweli, huko ni wakati wa kusimama, tusapoti nchi yetu, hata kama yeye rais Felix Tshisekedi, sababu ni rais aliyeteuliwa mpaka sasa, tuwe nyuma yake, na ikiwa na yeye amesaliti Kongo, bwana Mwenyezi Mungu muumbe wa mbingu na nchi atamwondoa. Lakini kama hakusaliti Kongo, sababu alikutanisha tayari, Kongo ilishaporwa, Kongo ilishachukuliwa, Kongo ilishanunuliwa, na yeye anajaribu kupiganisha nguvu zote, ikiwa mbele za Mungu, yeye hana hana chochote kibaya, Mungu atamuweka na nchi yetu itapata ushindi. Kwa hiyo tunawazungumzia kesho, tuna kipindi ambacho tutazungumzia pleni, ambapo pla ambao iko bia planifie kwa sababu ya kurekipere mpaka kufika tena, kama nyola gisi tulikanyaga laike vipindi jiabone na utapata uhakika wa mambo yote, ni emiso ambayo tunaanza kimpya ili huwa wanapata habari mm -hmm, za kweli, na kwa sasa wanataka watege Uvira, kutakuwa furaha ambao watapitisha masiku ili raia apate kutulia na wanapenda waendelee, lakini Wakongomani wazalendo halisi wanakataa. Na sisi tunawapatia ni siku mbili, mutasikia tuko, buna, eh, tuko Kamanyola kama ilivyokuwa mpango wa wazalendo, nguvu zote ziko na tunaomba Wakristo wasimame kuomba Mungu, wale walio na dini mbalimbali waombe Mungu na tujitoe sasa kwa kusapoti watoto wetu njia mbalimbali mbali, ili wasitumie tena umoja na jeshi letu ambalo wanazidi ekusaliti biosa andugu amisimanuke jiabone. Kesho mutaona siri namna gani wazalendo wanajipanga. Asante.